Mm. E, lakini kingine e, tunachoshauriwa ni ulaji wa afya si ndio eh? Tule vyakula ambavyo e, vinaleta afya, sawa. Tuepuke mm. Kisha kwenye mlo wako una, una posheni nzuri wanga kidogo, si ndio? majani mbo, majani mboga za majani zinakuwepo si ndio? na protini. Sindio eh, ili kupunguza, sababu wanga moja kwa moja unaenda kupelekea kuongezeka kwa, kwa sukari ambayo sukari baadae itabadilishwa kuwa mafuta yataenda kukaa kwenye, kwenye mishipa. Kwa hiyo ulaji wetu uwe mzuri. Lakini tusiache, umekula majani majani, matunda sawa mm. eh, na hapa kwenye matunda eh, ukila tunda lile lenyewe ni vizuri zaidi kuliko kula kunywa juisi yake okay, yeah, sawa eh, eh, unapokula chungwa kula basi na zile nyama zake mm, tafuna. Tafuna, tunapata zile kamba kamba. Bro, umesikia swala la kutupaga zile uwache. Sasa sawa, unachukua chungwa unanyonya, unatupa, si ndio? Kula na zile nani. mm. Eh, faiba zake zina manufaa kwa sababu kwenye utumbo wetu kuna bakteria ambao ni walinzi mm. Sawa, nomofola kazi yao wale. Kwanza wana, watachukua yale wataya, yani ndo chakula chao kile mm. Zile fiber. Okay. So, ndio e, ndo chakula chao zile kamba kamba watakuwa zi, watazivunjavunja watengeneza, lakini katika kuvunjavunja na wenyewe wanatengeneza vitamins mle mm. kwa mfano vitamin b kumi na mbili au vitamin b kumi na mbili ambayo inasaidia katika eh, umfumo wa fahamu mishipa mm. ili mtu asipate maganzi na nini kwao inatengenezwa kule na wale wadudu. Kwao wale wadudu wanapaswa kulishwa vizuri. Lakini wale wadudu pia wanatusaidia kupunguza e, uingiaji wa mafuta kwenye damu, okay. Cholesterol wanapunguza, okay. Hivyo. Sawa? Wale wadudu wanatengeneza vitamins pia zingine ambazo zinasaidia kupunguza vidudu sumu, visumu hivi ambavyo tunaita na sema e, antioxidants. Sawa? Kwao ni vizuri ukapata lile lile tunda lenyewe mm, kama lenyewe lalila, e, kama lilivyo e, ukala na hiyo e, in, in, inatuletea ina, ina nini inatuletea faida kwa maana nyingine tena inatusaidia pia hata kuondoa zile ku, e, tunaletea nini choo kigumu mm. Sindio? constipation Yeah. e, kwa sababu wale watavunjavunja na utapata e, choo ambacho e, ni kilaini na kupunguza. Sasa pia kuna magonjwa ya kansa ya utumbo mm. Sindio? uchafu unavyokaa e, na kadili e, visumu vinavyotengenezwa e, hasa utumbo mpana unaweza ukapata kansa wakati mwingine sindio eh? Kwa hivyo vyote ndio e, umuhimu wa kula lile, lile, lile tunda, tunda vizuri, lakini mm. pia kwa sababu lina ukila tunda kama tunda, muda unaochukua mwili kulivunjavunja kulichakata eh, kulichakata chakata na hadi tukapata eh, sukari iliyopo si mm. sindio, sukari itakayokuwa inatoka inatoka kidogo kidogo, ah, okay. Sawa, ambayo mwili unakuwa unaipata taratibu taratibu mm. Kwao sukari ya mwili haiongezeki hai, hai ghafla mm. eh, kwa haraka ikapanda ghafla sindio eh? Hey, sasa sukari ya mwili kupanda ghafla na wenyewe ni tatizo, si ndio? Inasababisha mwili huanze kutengeneza mainsulini mayakoishusha. Mm, sawa. Inatakiwa na wenyewe ipande taratibu taratibu.